Unapopitia historia mbalimbali za nchi tofauti duniani, basi huwezi kuona baadhi ya majengo ambayo huwa ndiyo nembo ya miji hiyo. Majengo hayo yatakuwa aidha ya historia ya ukongwe wake na ukubwa wake na hata taswira yake. Katika kipindi cha historia yake leo hii, nataka kuzungumzia mji ambao umekuwa ni kivutio cha watu wengi duniani. Kutokana na ujengaji wake wa mali ghafi zilizotumika kujengea katika mji huo. Mji huo upo katika mkoa wa Hadramaut nchini Yemen. Hapa anauzungumzia mji wa Shibam. Shibam ni mojawapo ya mji ya kihistoria mashuhuri nchini Yemen na ulimwengu kwa ujumla. Upo katika bonde la Hadramaut kusini mwa nchi ya Yemen. Mji huu una sifa ya pekee kutokana na usanifu wake wa kipekee wa majengo marefu ya udongo yanayodhaniwa kuwa ni mojawapo ya mifano ya kwanza ya majengo ya ghorofa nyingi duniani. Shibam ilianzishwa zaidi ya karne ya tatu baada ya Kristo, lakini majengo yake ya sasa yalijengwa hasa katika karne ya kumi na sita baada ya mafuriko makubwa kuharibu mji wa awali. Shibam ilitajwa kwa mara ya kwanza katika maandishi ya kihistoria katika karne ya tatu. Jina lake linatokana na ukoo wa Shibam ambao ulikuwa sehemu ya ustaarabu wa kale wa Hadramaut. Shibam ilistawi zaidi kati ya karne ya 16 hasa kutokana na biashara ya ubani, vikolezo na bidhaa nyingine zilizovutia wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali duniani kama Arabu, India na hata Afrika Mashariki. Mji huu ulianza kupungua umuhimu wake kibiashara, lakini ukaendelea kuvutia watafiti na wasafiri kwa sababu ya usanifu wake wa kipekee. Kuna hadithi nyingi za jadi kuhusu wafanyabiashara wa Hadharami waliokuwa wakivuka jangwani kwa misafara ya ngamia kwenda India Afrika Mashariki na kusini mashariki mwa Asia, huku akirudi na bidhaa na tamaduni mpya ambazo zilizoongeza utajiri wa Shibam. Shibam ipo karibu na jangwa kubwa la Rub al Ahli, moja ya majangwa makubwa zaidi duniani. Ukaribu huo ulifanya mji huo kuwa lengo la wasafiri waliovuka jangwa hili hatari. Wakazi wa Shibam walijifunza kuishi karibu na mazingira ya jangwani kwa kutumia rasilimali kama maji ya mvua na kubuni teknolojia za kuendesha maisha yao. Shibam inajulikana kwa majengo yake marefu yaliyojengwa kwa matofali ya udongo yaliyotengenezwa kwa tope. Majengo haya yenye ghorofa kati ya tano hadi kumi na moja yamepangika kwa mpangilio mzuri, Unaonyesha ufundi wa hali ya juu ya Hadharami wa kale. Matofali hayo ya udongo yaliyosimamisha maghorofa hayo yametengenezwa kwa tope iliyochanganywa na majani na kisha kukaushwa kwenye jua. Matofali haya huwa yana nguvu ya kushikilia majengo marefu, lakini anahitaji kukarabatiwa upya mara kwa mara kwa sababu ya athari za mvua ambazo husababisha mmongonyoko. Uamuzi wa ujengaji wa majengo hayo marefu ulitokana na sababu za kiusalama. Kwani mji huo ulikuwa ni wenye biashara nyingi, hivyo ilikuwa ni rahisi kupata uvamizi wa maadui na waporaji. Majengo marefu yalifanya iwe ngome yenye ulinzi bora, huku nyumba zikijengwa karibu karibu ili kuzuia maadui kuingia kwa urahisi. Milango ya mji ilikuwa inafungwa usiku ili kulinda wakazi. Vile vile bonde la Hadramaut lina eneo dogo sana ambalo linalofaa kwa kilimo. Hivyo badala kujenga nyumba kubwa zilizosambaa ardhini, walijenga majengo marefu ili kupata kutumia ardhi ndogo kwa ufanisi. Njia hii iliwapa nafasi zaidi ya kilimo cha mitende na mazao mengine, kando kando ya mto Wadi. Pamoja na hayo, majengo haya pia yamewakinga wakazi dhidi ya wanyama wa jangwani. Majengo mengi yalipambwa kwa rangi za asili au michoro ya kipekee ya kiutamaduni yaliyopendezesha mji huo. Mji huo wa Shibam ulijumuishwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO mnamo mwaka 1982 kutokana na umuhimu wake wa kihistoria na kiutamaduni. Wakazi wa Shibam walikuwa na utaratibu wa kijamii uliosimamiwa na koo za Wahadhrami ambao walijenga mji kulingana na mahitaji ya biashara na ibada zao. Wenyeji wa zamani walikuwa na utamaduni wa kulinganisha majengo marefu na mafumbo ya kidini na kijamii, yakionyesha mshikamano wa jamii hiyo. Shibam Hadramaut ni alama ya kipekee ya utamaduni wa Kiarabu na historia ya kale ikiwa ni kielelezo cha jinsi wanadamu walivyoweza kuishi katika mazingira magumu ya jangwani kwa kutumia rasilimali zilizopo. Shibam ilikuwa kitovu cha kiutawala cha bonde la Hadramaut kwa karne nyingi. Ilikuwa makazi ya watawala wa mkoa na sehemu ya kisheria ambapo migogoro ya kijamii ilitatuliwa kwa mujibu wa sheria za Kiislamu na mila za Wahadrami. Mji wa Shibam ulikuwa ni mji wenye jamii zenye tabaka zilizopangiliwa kwa kuzingatia kazi zao za kijamii, kama wakulima ambao wao walikuwa na jukumu muhimu la kulisha mji kupitia mashamba ya mitende, mtama na maharagwe yaliyokuwa kando kando ya mto Hadramaut. Vile vile, wakazi wa mji huo pia hujishughulisha na ufugaji wa mbuzi, ngamia na ng'ombe wanaotumika kwa maziwa, nyama na usafirishaji. Pia wakazi wa mji huo pia hujihusisha na biashara ya masafa marefu wakiufanya mji wa Shibamu kuwa ni sehemu ya njia za biashara za kale. Mji wa Shibamu pia ni maarufu kwa kuwa na mafundi waliobobea katika ujenzi wa majengo ya udongo. Mafundi hao walihifadhi mbinu zao za kiufundi na kuweza kufundisha vizazi vyao na vizazi vya vizazi vyao. Shibam inakabiliwa na changamoto za mafuriko, mmonyoko wa udongo na mabadiliko ya hali ya hewa yanayoathiri uimara wa majengo, lakini wakazi wa mji huo huamua kufanyia ukarabati majengo yao kila baada ya muda kuhakikisha hakuna athari yoyote itakayopelekea wakazi wa mji huo kuathirika. Kuna juhudi nyingi za kimataifa na za ndani ya nchi ya Yemen za kuhifadhi mji wa Shibam, lakini juhudi hizo zinakumbwa na changamoto za kifedha na za kiusalama. Mwaka 2015 mji wa Shibam uliwekwa kwenye orodha ya hatari kutokana na vita inayoendelea Yemen ambayo imesababisha uharibifu wa maeneo ya kihistoria katika mji huo. Mji huo pia huwa na changamoto za mafuriko ya mara kwa mara. Kutokana na kuwa na changamoto za mafuriko, mji wa Shibam umetengeneza mfumo wa mifereji ya maji iliyochimbwa kwa ustadi ili kusaidia kuelekeza maji ya mafuriko mbali na mji. Mji wa Shibam ulikuwa sehemu kuu ya uhamiaji wa Hadrami kwenda nchini kama Indonesia, Malaysia na Afrika Mashariki. Wahamiaji hao walihamisha ustaarabu wao na kueneza athari za kiutamaduni na kiuchumi za mji huu katika nchi nyingine. Hadi leo baadhi ya familia za Wahadhrami wa nje bado zina mahusiano ya pamoja kwa moja na Shibam, zikihifadhi kumbukumbu za kihistoria. Mnamo mwaka 2014, vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Yemen vilianza rasmi, ni wakati waasi wa Houthi, kundi la Waislamu wa madhehebu la Zaidi Shia, walipovamia mji mkuu wa Sanaa na kudhibiti. Ingawa vita hivyo vya wenyewe kwa wenyewe vimeathiri utalii kwa kiasi kikubwa nchini Yemen. Shibam ilikuwa sehemu moja kubwa sana ya kuvutia watalii kutokana na sifa zake za kipekee za maghorofa marefu yaliyojengwa kwa matofali ya udongo, mandhari ya bonde la Hadramaut na maisha ya jadi ya wakazi wa mji. Shibam ya sasa ni mji unaoendelea kupambana na hali ngumu ya kisiasa, kiuchumi na mazingira, lakini bado unashikilia urithi wake wa kipekee na unahitaji msaada mkubwa ili kuendelea kuwa alama ya urithi wa dunia. Ili kuendelea zaidi kupata habari zetu na matukio mbalimbali ya kijamii, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Swahili Media Network, comment, like na share. Mimi msimulizi wako, Mwatima Abdullah.